Nashukuru NBC kwa kutukumbuka wateja wao wa bodaboda. Wametuletea vifaa hivi ikiwa helmet na reflector. Tunashukuru NBC kwa kujali usalama wa wateja wao, lakini vilevile vile, mimi nikiwa kama bodaboda nimenufaika sana na akaunti ya NBC. Nimefungua akaunti ya Malengo ambayo mpaka sasa akaunti yangu ina takribani mwaka mmoja. Mwezi wa kumi ni mwezi wa huduma kwa wateja, kwa hiyo tunatembelea wateja wetu mbalimbali, kwanza kuwashukuru kwa kuendelea kuwa mabalozi wakubwa haya maeneo ya Mbagala kwako wewe. Kwa hiyo tumekuja kwa, no. kwa niaba ya benki kukushukuru binafsi, lakini tukasema pia tusije mikono mitupu. Najua wewe kama dereva wa boda bodaboda, kwa usalama wako element ni kitu muhimu sana no. Weo, kwa hiyo kwa niaba ya benki ya NBC tunapenda kukabidhi vichache chache ambavyo tumekuletea leo, na mimi niseme asante sana NBC kwa kujali usalama wetu sisi kama bodaboda na wateja wenu hususa kama mimi na akaunti ya Malengo NBC ambayo ni ya muda mrefu ambayo imesaidia mpaka kunipatia chombo hiki. Wow. Kwa hiyo na mimi nawashukuru sana NBC, waendelee kuwa pamoja na sisi, wasitusahau sisi bodaboda, na sisi tutakuwa mabalozi wazuri kuhakikisha kwamba na wengine wanafungua akaunti ya NBC. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. NBC daima karibu nawe.